Unajua, unapozungumzia masoko ya jiji yeah. uh, moja kati masoko ya masoko yanayovutia ni soko la Kisutu, ni soko la Kisutu kimuonekano, lakini pia kimuonekano wa bidhaa ambazo ziko ndani mimi moja kati ya okay, wadau ambao huwa wanatembelea sana soko hili, kuna korosho pale chini mm, maharage, mchele wake unakuwa msafi sana hivi, sijui kama okay, ni standard ambayo wameamua tu kuiseti wenyewe watu wa Kisutu. Mm. E, sasa, kuna, kuna watu nilikutana nao mahali fulani. Wananiuliza wana kuhusu gharama ya kufanya biashara katika soko la Kisutu. Yaani soko tunaona ni la ghorofa, lina lifti, kuna maeneo yana vioyozi eh. Mm. Eh? lakini sasa hofu yao, pengine wengine kuja kufanya biashara pale, labda itakuwa ni gharama kubwa sana, kiasi kwamba wao wanahofia. Labda unaweza kuwaambia hapa kupitia uh, CTFM Radio, gharama za kufanya biashara ndani ya soko la Kisutu zikoje? Asante, ndugu mtangazaji. Yani, ukisikia serikali inatoa huduma basi kwa Kisutu inatoa huduma naweza nikasema asilimia mia. mm. Ukija pale Kisutu, wale ambao unawaona wamepanga michele nini, ile nafasi yao wanalipia shilingi elfu moja kwa siku, nakumbuka tuko mjini. mm. elfu moja. Elfu moja kwa siku, lakini mm. kuna vile vibanda vile vile vibanda ambavyo ni vioski mm, kama viduka hivi mm, wale wanalipia elfu mbili kwa siku okay. You can imagine, na huko katikati ya mji mm, yani kwa hiyo yani ukiongelea kisutu na huduma mm, i say mm, serikali tunatoa huduma.